Mtazamaji um, wangu wa WWCTV online, na hilo unaloliona hapo ni jengo la Art Gallery, ni tupo Tegeta kwa Jogoo, ni eneo ambalo linapatikana jengo hili art gallery, ni eneo ambalo limehifadhi makumbusho mingi vinyago vingi, na leo tutaenda huku. WWCTV online tunasema wafikie wanacho cha kueleza, na leo tumefika hapa kuambia tu wapo wana cha kueleza humu ndani, karibu Um, tumefika na hau ndo mlango wa kuingilia Art Gallery. Twende tukaone mambo gani ambayo yanapatikana katika jengo hili. Karibu. Um, ni jengo ambalo tunaona kuna vinyago vingi na mambo kibao na hapa tupo na mkuu wa iki kituo ni huyo. Hapo kama unavyomuona hapo. Um, ana mambo mengi anaweza kutuelezea ndani ya hii sehemu. Mheshimiwa, habari yako? na nzema kabisa. Unaitwa nani na hapa panaitwaje? Kenneth Kasharo, hapa panaitwa Karibu Arts and Crafts. yeah. Karibu Arts Gallery. Karibu, um, hapa Karibu Arts Gallery, ni mnahusika sana na vinyago tu au ni mambo mengi ambayo mnahusika katika jengo hili? Ah, ni sanaa kwa ujumla, vinyago, michoro kuna kipindi hapa kunakuwa kuna mambo ya ngoma <laughs> na anything, yani, watu, culture, wanataka. Um, wa Tanzania WBC TV online wanatamani kujua hili eneo linajihusisha sana na masuala gani, na mtu ambaye huko ambaye hajawahi kuona hivi vitu, unamkonvince vipi ili aweze kufika mahali hapa? Hapa tunatunza historia ya Tanzania, Afrika tunaendeleza. Yeah. Utamaduni wa Mtanzania Mwafrika, mtu mweusi na tunatoa pia nafasi ya burudani na kutoa mchango wetu kwa jamii tu kujumuika katika mambo mbalimbali mba, sababu Yeah. Huyu yeah, tuliotoka kuzungumza naye hapa ni mkufunzi ni seme wa eneo hili art gallery. Sasa ametuelezea machache yake kuhusu jengo hili, na kuna vitu vingi tutaenda kuvijifunza kitu kimoja baada ya kingine kuhusu eneo hili. Na huu mlango wa pili huku unajihusisha na masuala gani, mlango huu? yote ni kazi wanafanya, mm. wa...